Mwezi Januari hadi Septemba 2025 jumla ya makosa ya ya kubaka 512 yameripotiwa ikilinganisha na makosa 680 yaliyoripotiwa mwaka 2024 20. Hapa kuna upungufu wa makosa 168, lakini pamoja na kuwa na upungufu bado tunapoongelea makosa mia tano kumi na mbili bado ni makosa mengi zaidi tukija kwenye kulawiti 2025 yaliripotiwa makosa 70 ikilinganishwa na 127 yaliyoripotiwa na mwaka elfu mbili 2024 hapa kuna upungufu ya makosa 57 mbona kona yenyewe bado iko juu bado tuna kazi ya kufanya kazi kubwa takwimu ziko juu kwa natakiwa tuongeze bidii zaidi koo pamoja na kazi zetu tunayoifanya kwa niaba ya kamishna wa polisi Zanzibar. Ni niwasihi wote kwa pamoja wale ambao tuko kwenye shehia na wale ambao tuko mashuleni na sisi ambao ni viongozi wa himaya tuweze kutekeleza majukumu yetu kwa kushirikiana, ili ili tatizo tuendelee kulipunguza, waweze kuchukua hatua za kinidhamu kama ambao tunashukulia watendaji wa vitengo vingine pale ambapo wanakuwa wamekiuka utaratibu wa kazi na jukumu la kuzuia ukatili na kushughulikia ni jukumu letu sote. Kwa hiyo, kilichotuleta hapa ni kukumbushana kuhusu masuala ya ukatili, lakini pia kukumbushana namna dawati la jinsia na watoto ndani ya jeshi la polisi linavyofanya kazi.